Unataka kuwa front end developer lakini haujui uanze na kitu gani? Sasa leo nitakwenda kukuonyesha tools muhimu sana ambazo kila front end developer na ni beginner, ndio kwanza unaanza, ni lazima uweze kuzijua na vizuri zaidi. Nyingi ya hizo ni bure kabisa. Wacha nikupatie siri hii, front end sio tu kuweza kujua HTML, CSS na JavaScript pekee yake kama vile ambavyo tunachukulia, lakini ni kuweza kujua kutumia tools zitakazoweza kukurahisishia wewe kazi zako tools ambazo zitakufanya wewe uonekane pro hata kama bado ndio kwanza unaanza, ni beginner. Tools ya kwanza ni code editor, hii ya VS Code, Visual Studio Code, ndio kitu cha kwanza ambacho naweza kushare na wewe leo kupitia video hii. Ni tools ambayo ni basic kabisa, ni sehemu ambayo utakuwa unaandika code zako na edit na ku run. Ina extension nyingi sana zitakazoweza kusaidia wewe katika kazi zako, prettier, live server na extension nyinginezo ambazo ni muhimu na zinasaidia sana baada ya badala ya kuandika mstari kumi HTML unaweza kuandika herufi tu na VS Code ikakamilisha wenyewe na ikakuletea kodi zote zinazohitajika. So unaweza kujifunza na kuanza kutumia editor hii ya VS Code. Editor itakusaidia sana na itakufanya wewe uonekane ni mtu ambaye unajua unachokifanya. Lakini tools nyingine, tunaongelea Google Chrome ama browser yoyote ile ambayo ina developer tools, na sehemu hii ndio ambayo utakuwa ukijaribu na kuona website yako ambayo unaitengeneza na kufanya nayo kazi. Unaweza kufungua website yako katika browser yako ukaret right click uka inspect na kuangalia makosa, lakini pia unaweza kuona website yako inavyoonekana katika simu ama computer. So kuweza kuona yote hayo, unaweza kujifunza kupitia browser ambayo unaitumia namna gani ya kuitumia vizuri kama developer. Kuna vitu vingi sana katika hizo browser ambazo zinaweza kusaidia wewe katika project ambazo unazifanya sana huweza kutumia Google Chrome. Kwa hiyo unaweza na wewe kujaribu kutumia hiyo, uh, Google Chrome na kuangalia features ya inspect inavyoweza kufanya kazi na inaweza inavyoweza kutumika. Lakini tool ya tatu ni Git na GitHub. Hizi zitaweza kusaidia kuhifadhi kodi zako mtandaoni, kuweza kushare na watu wengine projecti zako, lakini vile vile kuweza kuhifadhi kila change ambayo unaifanya. Usipoanza kutumia Git na GitHub mapema, utajikuta unapoteza kazi zako, huwezi kurudisha versions za zamani. Kikubwa tunachoweza kushare na wewe, jifunze command mbalimbali ambazo ni simple tu za Git, git add, git push, git commit ni command ambazo simple ni muhimu sana kuweza kuzijua na kuanza kutumia Git na GitHub katika project zako. Playlist ipo tayari, Git na GitHub, version control, ambao unaweza kuitumia katika kuhandle project zako nimefundisha tayari ambao kuhifadhi, kuhakikisha zipo salama muda wote na kushare na kushirikiana na watu wengine. Tools ya nne ni kwa ajili ya design inspiration kama wewe ni front-end developer unahitaji kuweza kufahamu mambo kama vile spacing, color, layout nzuri. Unaweza kutumia website mbalimbali mbali kujifunza kufanya hivyo, kupata inspiration mfano Dribbble, uh, Behance, kujionea project mbalimbali mbali, halisi kabisa. Figma Community ipo na kusaidia wewe unaweza kudownload uh, template za bure kabisa na kuweza kutumia. Lakini tool nyingine ambayo ni ya tano ni Figma. Tunasema design tool. Frontend developer mzuri unatakiwa uweze kujifunza basi hii Figma kujua vizuri, na hapa ndipo sasa wale designer huweza kuweka layout za website frontend developer wenzio huitumia hii Figma kudesign UI zao za project zao na kufanya basi project zao kuonekana vile ambavyo wanahitaji kutoa yale mawazo yao na kuyafanya basi katika reality, katika project ambayo wanakwenda kutengeneza. So Figma ni muhimu sana kuweza kujifunza, ni tools muhimu sana kwa frontend developer. Lakini tools ya sita ni issue nzima ya online platform. I mean, online learning platform. Kama ndio kwanza unaanza safari yako ya kujifunza, tumia website mbalimbali, mfano FreeCodeCamp ama YouTube channel yao W3 School website, MDN docs ama YouTube kuweza kuangalia tutorial mbalimbali mbali, ambazo unaweza kujifunza mambo mengi. Kuna project mbalimbali unaweza kufanya huku unajifunza na kuendelea siku baada ya siku kuweza kuwa mzuri katika upande huu wa frontend ni tools ambazo zinaweza zikakusaidia kuweza kujenga ile misingi imara kabla hata haujaanza kutumia framework yoyote ile. Ni muhimu sana kuweza kujua hizi tools na zile basic kabla haujaweza kushift katika framework. Na ya mwisho kabisa ni community tools, unaweza kushirikiana na watu wengine, developers wengine, share ideas zako huko, mfano Discord, Reddit au X ambao ni Twitter zamani inajulikana hivyo, kujifunza kuwa pamoja na developer wenzio kuuliza maswali na kuweza kupata msaada. Kwa hiyo unaweza kutumia hizo platform kuweza kuwa karibu na wale ambao wanafanya kitu kama chako. Ni muhimu sana, sio tu kujua code, unatakiwa uwe ni mtu pia wa kushirikiana na wengine wa kushare vitu mbalimbali ambavyo unavifanya, so itakusaidia sana. Hizo ni tools ambazo nimeona niweze kushare na wewe kama utajaribu kusifuatilia, zitakufanya usionekane kama ni beginner tena, na utajifunza vitu vingi, itakurahisishia wewe katika kazi zako. So sina la ziada, hakikisha una like video hii, lakini vile vile unaendelea kuwa pamoja na mimi. Natumai umeweza kupata kitu kipya ama umeweza kuongeza basi maarifa japo kidogo kupitia video hii. Una swali lolote, una maoni, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment. Na swali kwako, ni ipi kati ya hizi tools tayari umeshakuwa unaitumia, unaijua vizuri, na ni ipi basi haukuwahi kuisikia na pengine haukuchukulia uzito hivyo katika kujifunza na kuweza kujua vizuri kutumia tools hiyo. Sina ziada tukutane wakati mwingine. Asante sana.